Usahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Uh, goal namba tano ni swala la usawa wa kijinsia ambao hili nalo ka Tanzania tumepiga hatua kubwa. Kwenye suala hili tukiangalia uh, hali ilivyokuwa huko nyuma katika taasisi za kufanya maamuzi Uh, kwenye siasa, kwenye serikali, hata private sector hali haikuwa ya kuridhisha sana, lakini sasa tunaona asilimia ya wabunge ndani ya Bunge letu na Baraza la Wawakilishi haipungui asilimia thelathini na tatu. Hapo ndio kuanza kwenda juu, lakini vivyo hivyo madiwani ninakota ni, ni, ni, ni, ina, inakota maalumu ya madiwani ukilinganisha na idadi ya wanaume waliokuwepo kuna Uh, namba kisheria madiwani lazima wafikie idadi hiyo, lakini mawaziri nao tunajitahidi kuweka wengi mawaziri, makatibu wakuu na wengine, uh, wanawake katika ngazi mbalimbali za kufanya maamuzi. Lakini katika sekta binafsi na kwenyewe nako wameunga mkono jitihada hizi, kuna programu maalum za kusomesha wanawake ili waweze kuingia kwenye mabodi yanayoendesha mashirika